na sasa hivi amehofu kabisa, yaani si asubuhi si mchana, kazi ni kulia Simtibue nakwambia, usimtibue kabisa. Hivi katika wanaova wenye akili nzuri watoke? Ndio, ndio maana nikakwambia hivi, haya mambo yote achana nayo. Njoo ndo akuuliza shemeji, ina maana ulipokuwa polisi ulishindwa hata kutuma meseji ya kupigia simu? Shemeji, ndio maana nimesema wale maaskari, yani hata huwaelewi, ni kama wanyama, hawakunipa msaada huo shemeji. maarufu wako wengine kukujoa shemeji yangu meshita kuongea mkuu akitwaka kusaidia kweli shemeji, yule jamaa anaopambana naye ana uwezo mkubwa wa kifedha, lakini isitoshe, ana mahusiano makubwa na wale maaskari. Kwa hiyo inaonekana kama akafanya kitu kizito pale ndio maana kila kitu kikaa kimezuiwa, kimefungwa kigumu kwangu. Ndio maana nimesema, namshukuru huyu ndugu yangu alipokuja, yeye ndio akalitatua hili tatizo, mpaka mimi leo mnaniona niko hapa. Ah, naona mzee kama unataka kuongea. No, kuna shemeje nataka kuongea kidogo. Hebu shemeje unasemaje? Shemeje nakushukuru sana shemeje kwa msaada wako, najua hatuna cha kukulipa, ila Mwenyezi Mungu ndiye atakayekulipia. Nakushukuru sana ni kweli ndugu zangu, mimi nilifika kituo cha polisi, pa, polisi pale kulikuwa na matatizo yangu, gari zangu zilikamatwa. Nikafika pale wakati naongea na kijana wa mapokezi pale, ati nzuri bwana akaniita, nimeeleza yule msibu, kaona mambo ni mazito sana, nataka ufumbuzi wa, wa haraka. Basi ikabidi niondoke, baada ya siku mbili nikarudi kufuatilia polisi, wale wakanisumbua sumbua, nikapanda ngazi ya juu ndio, nikafanikiwa kumtoa shemeji. <laughs> <ta 'yumina. laughs> Ile mimi natoka ndani tu nakabidhiwa simu zangu, nafungua simu, simu ya kwanza la ya shemeji <laughs> simu ya shemeji nanaa makaburini wanasi <laughs> Nakushukuru shemeji, umeangaika kadiri ulivyoweza, mpaka kumlaza Julita katika sehemu yake ya mwisho, mahala pema, naamini shemeji. Ila shemeji, nina jambo moja nataka nikwambie. Nataka kumwambia mke wangu kuanzia sasa, tukitoka hapa tusirudi nyumba ile, tuhame, tuhamie ile nyumba nyingine, kwa sababu zote ni nyumba zetu. Kurudi nyumba ile ni kama tunamwona Julita Ndugu yangu kwacha, umemfungia hivyo ndo nini eh? Kweli mpaka watu hapa wanaanza kunifananisha kwamba mimi ni ndege tunduni. Sawa ndugu yangu, lakini ipo siku kweli, kama unaona mimi nakuboa sawa, lakini ipo siku kabisa mimi nitaondoka kwa sababu imekuwa kama sijui nini, ndoa haitulii kila siku sisi. Yani ndoa yetu imetulia mwaka mmoja na nusu baada ya sisi kuoana, lakini kilichoendelea sasa hivi ni kukimbizana, kukimbizana ah. M, mimi nataka kuo-, sasa au ni kuoe mara ngapi mama eh? Jamani, au mfumo mfumo wetu ule wa ndoa tulioitumia aufai au tubadilishe tu mfumo mwingine, labda tuchukue mfumo mwingine ndio tuoane kwa mara ya pili, lakini sijui kama mimi nataka nikuowe mara ngapi tena. Kwanza hizo habari wewe umezipata eh? Yaani, yani, inakuaje? Inakuwaje? Wewe si umeshavunja ndoa ya mimi na sikujua? Sasa ndoa iliyovunjika tena inawezekana tena watu wakaowana kweli, Mama Kubwa, au, na, au tu ndo naanza kutafuta visa? Mke wangu bwana tumeshasameana bwana ndio. Kuna jambo linanitatiza sana, simwelewi kabisa Milanda. Yaani Milanda anaona kabisa mimi nimefiwa, anashindwa kuja msibani, anashindwa hata kunipigia simu. Nampigie simu apatikane. nimemkosea nini mimi ule mwanamke lakini eh? hata kama yale yaliyotokea yale ilikuwa ni upepo tu, mimi ni bado mchumba wake. unajua gambie kitu kimoja shemeji, unajua Milanda ni binadamu, si ndio? huwezi kujua kwa lile lilotokea juzi, labda amekasirika, lakini shemu hata kama Milanda amekasirika, sawa, ana haki akasirike, lakini alitakiwa nikasirikie mimi na baba, sio kumkasirikia yule maiti. Mimi nimemjua Milanda kupitia Julita. Milanda na Julita ni marafiki hivi, pete na kidole, na mimi nisingemjua Milanda bila Julita. Kweli Julita kweli anafariki, Milanda aje. Isitoshe mimi Milanda ndo mchumba wake, mimi Milanda ndo mchumba wake. Yale yaliyotokea ni upepo mbaya, tumepita na zile ni taa fulani tu, yatakwenda, atakwisha watu tunatengana tukiwa wazima, sio kwenye matatizo, shemu, eh? Mwanamke ananitesa mimi hivi hivi. Nikwambia kitu, sisi wote tuko kwenye huzuni. Wewe una huzuni na mimi na huzuni na una huzuni zaidi ya mara mbili, sana sana. Kwa hiyo hebu tuangalie la msiba, lakini mimi nikwambia kitu kimoja tu, Miranda alikuja ha, Miranda alikuwepo msibani na alikuja, mimi nimeonana naye kwa kumbe Miranda alikuwepo. Miranda alikuja nimeona nani na, alikuwa na, amekaa nyuma kwenye viti kule. Na msibani pia tumekwenda naye. Kwa sababu watu walikuwa wengi sana, wewe huwezi kujua. Sishemu. Kwa nini asije kujisalimia? Na umekosea basi shemu mleta akanisalimia tu jamani. Hata angekule kwa mbali. Sikumwambia tu anisalimie jamani. Nimemwambia na amekataa kabisa. Amesema kutokana na hali mba... mba... iliyotokea na hata akija isitoshe kwamba inamuuma kwamba aliona kwamba rafiki yake ametoka kwake na ameenda kupata ajali. Unadhani itamchukuliaje? mi kumbe na mlaumu bure, maskini ya Mungu. Mi najua ajaja, najua ndokanitenga sasa. Ya jamani, simu yangu mimi simpati. Nasingekuja tu angenisalimia na nami nikaridhika. Shemu alizima simu na amekuja kupata taarifa baadaye sana, lakini amewahi pia. Istoshe, tuachane na hayo yote. Mzee alikuja amesemaje? Alikuwa we, acha tu, najua unaweza ukapata dhambi ni kwa kuzania kitu ambacho sicho. Mbe, baba alikuwa polisi, bwana. Amekamatwa msikini mwangu, alikamatwa na polisi. Alikamatwa kwa issue gani? Acha tundo mikosi, sijui ndo alikuwa ndo kwa ajili ya ndo, ishara za msiba. Baba yeye anamdai mtu, ule mtu anayemdai baba, wamekubaliana siku, enda kachukue lake, ufika kule, mtu kamgeuzia kibao. Maana issue ni kwamba mzee alikuwa anadai yule. Kwa jamaa amemkamata akamweka ndani. Yeye ndo alikuwa anadai. Unajua tena mjini watu hapa matapeli wengi, afu na mzee mpole yule, basi Ninakwambia kukosa ule rafiki yake. Yaani tunamshukuru sana ule rafiki yake. Maskini ya Mungu rafiki yake alikuwa na kesi yake nyingine kabisa. Kule mzee na ndonde alikuwa na kesi yake nyingine kabisa kaenda kwenye ma... polisi ana kesi yake ya magari. Anafika hapa endo anampota rafiki yake huko ndani. Ndio ule mzee maskini ya Mungu kapambana kaja kumtoa la sivyo. Baba nafikiri angekuja kukuta mpaka arobaini tushamaliza. Na sina kitu tungeli mtafuta tungeenda mpaka mumchwali maskini ya Mungu tungeenda kuonyesha maiti hata singekuhusu. Mimi naniuma sana kutokumzika binti yangu hii, naniuma sana usipoona uchungu kwa maana, utaona uchungu kwa nani? Ila ndugu yangu kumbatana mambo haya akasheshera msiba na la kuoa yote yanakuandama wewe kama pembe la ng'ombe, hayafichiki hayo hapa. Hmm, mimi mishu naiona ni hii ya kwanza, hii ya msiba, ile ya kuoa. Whatever chochote kitakachotokea, wakijua na wajue, hakuna hakuna tatizo na namshukuru Mungu marehemu alipata ajali kabla taarifa zangu hajazifikisha nyumbani, na kama angewahi kuzifikisha, e bana, ingekuwa balaa kubwa. Na ndio salama yako sana na ndugu zako na ndugu zangu walivyokuwa na nongwa, ungelipuka moto wa gesi wa baba hauzimiki. Eh, talio hivyo hivyo, hebu tukae kama binadamu basi eh? Na tatizo ni moja tu pale unaponifungia na hii hivi Ah, ah, ah, ah. Pale ndo tu kidogo tu kile hicho tu ndo kitu ambacho ukimaliza hicho mimi sina ugomvi nao lakini kila siku mwenzangu anatafuta tu maneno visa kidogo tu basi haya bwana kubadilishia mfumo wa maisha yetu ndiyo makubwa unadhani tutaishi hivi umri unaenda tunazeeka bwana mimi lakini tatizo na mimi pia kama mwanaume sikupaswa kuki hivi kabisa, na akili madhaifu. Na akili madhaifu vipi? Sasa jiandae. ah! Basi sawa, sisi tuangalie mengine, tuangalie jinsi gani ambayo tunaweza tukamudu Miranda. Mimi nakutegemea wewe, maana mimi ndio hivyo simpati popote yale. Kwa hiyo wewe, mimi nakutegemea wewe. Kwanza mimi nashukuru sana, yaani nashukuru sana. sana toka nikufahamu wewe, nimejifunza vitu vingi sana. Kisitoshe natambua fika, najua kwamba mdogo wangu tayari ameshatangulia mbele ya haki, lakini kuondoka kwa mdogo wangu usikufanye mimi na wewe tusiwe tena. Kumbuka mimi na wewe tulikuwa zaidi ya ndugu na tunatakiwa tuwe zaidi ya ndugu. Familia yetu tayari nakutambua, ile ni mipango ya Mungu tu iliyotupe. Kwa mimi nahitaji msaada wako sana kuliko kitu chochote kwa wakati. Wewe ndo wakunipatanisha mimi na Miranda, najua atakuwa amekasirika. Basi ni ngoja basi tupomsibani tena astuonatau Sasa sikiliza. Nilikwambia nitakujulisha kila kitu kinachoendelea huko, sawa? Huko fresh mzee amefika, amesema kwamba yeye alikuwa polisi. Ya, amesema alikuwa polisi sijui kwamba kuna mtu alikuwa anamdai alimkamata nini akamweka ndani kama siku mbili tatu. Kwa hiyo akawa hatujui uko wapi watu wanamtafuta. Kwa ameomba radhi sana lakini kila kitu kiko okay. Umeelewa? Lakini kitu kingine sasa. Kitu kingine nikwambia kwa Huyu mwanaye huyu, ambaye mchumba wako mlikumbana juzi, ya akikupigia simu au ukionana naye mwambie ulikuwepo msibani. Mimi nimwambie ulikuwepo msibani, wewe mwambie ulikuwepo msibani, ulikuwepo nyuma huku mkificha huku nyuma kabisa, haina shida. Tutakapoonana kuna mengine tutaongea, nitakuelekeza mimi jinsi ya kuongea na Eh, nipokaribu nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa ananifariji lakini hmm. Jambo lingine nimempa jukumu la kutengeneza kaburi na, na marehemu dada yako na, nilichokuwa namwambia kwamba anitafutie wajenzi watatu wa kandarasi waniletee picha zao walizowahi kufanya baadhi nione ile makaburi so. Ikitokea katika hao watatu nikipata kandarasi mmoja tumpe kazi ya kujenga lile kaburi na bwana wewe. Ndio bwana. Mimi sasa nataka wa, ndani ya siku mbili au tatu uniletee hizo uh, CV za hawa kandarasi na pamoja na picha za baadhi ya kazi wamezifanya, na kutegemea wewe sasa upate. Baada ya siku mbili nitakuletea, ndani ya siku mbili kaka. Nitakuletea utachagua. Ah, basi bwana mimi nimekuruhusu wewe, nenda. Haya bwana. Ufanye mchakato ili mambo yaende vizuri. Mimi naye tulikuwa tushamaliza, tunamalizia tunamalizia hata mazungumzo yetu. Kwa kweli, mi nilikuwa na jambo linanitatiza sana, na nilikuwa nataka kujua kutoka kwako kwa. Najua kwamba tupo katika majonzi, ndo kwanza msiba mbichi huu, vidonda bado havijapona, lakini aliyekufa tayari ameshakufa na vitu vingine vidi viendelee. Kwa hiyo mimi nataka kujua kutoka kwako. Samahani, lakini kwa kwa nini hukutaka siku ile mimi nimvishe pete ile Robert? Wewe unajua kama bado tuko kwenye msiba? Nafahamu hilo bado na msiba ni bado mbichi kabisa, sawa, lakini nataka kujua. Tuna siku kadhaa tu tangu dadako afariki, unaleta issue za namna hiyo, hiyo itakuwa itakuja kutakuwa na muda wake. Tutakaa tutajadiliana na tutajua nini kinachotokea, lakini no, no, no, no. Robert nisikilize vizuri tena, unisikilize vizuri sana. Hapa hatuwezi kujadili swala lolote katika swala la maswala yako ya kupiana pete. Tunasema tuko kwenye msiba, cha muhimu hilo. Tuliache, litakuja muda wake, tutalijadili. Lakini baba. no amadadi Tatizo lako nini? By the way, majirani kama watatusikia tunajadili ishu kama hii watanielewaje? Mimi wataona mimi sina machungu na binti yangu, sawa? so, ametulia sasa cool down. nenda pale nyumbani, chukua gari, nenda sokoni, katafute vifaa, katafute vyakula, lete pale nyumbani. Pana wageni wamekuja kwa ajili yetu sisi, na mimi na wewe ndio wenyewe pale, sawa? Kwanza, sawa. So, alafu wewe ndio umwage. umwagi uh -huh. Yaani, niache nimwache kistaarabu tu. Hapana. Hapana, usikia wazo anayotaka kupa tumuibie tu. Hapana, mimi wazungu nawachukia sana, wazungu wamenitesa sana kwa sanaku sana umekosa na risasi mara nyingi mno. Unajua nikwambia kitu, wakati tuko South Africa aukuwa hivi, umekuwa mwoga sana sana, unajua. Lakini unajua nini Mm -hmm. Tukimfanyizia alafu likasanuka, ujua wataanza kufuatilia rekodi zako na mm -hmm. rekodi zao mona, lafu mwisho wa siku tutaishia kwa baya. Sikujua hey, skujua, naomba ufute ndoto za we kuolewa na Pizo. Mm -hmm. naomba unielewe, sikujua, sio kwamba mimi natia fitina, hapana. Pizo mwenyewe haiwezekani akakuoa. Kujua, umeona wapi duniani? Sio Tanzania, duniani, mtu ambaye yuko jela anaoa, umeona wapi? Pizo yuko jela, amefungiwa ndani na mama kubwa, hawezi kutoka kabisa. Mimi mwenyewe nimenusurika kidogo kuuliwa kwa sababu ya huyo pizo wako, nimenusurika kuuliwa. Na by the way, mimi ukweli, mimi kikusema kutoka hii kazi, mimi nimeishinda. Tafuta mtu mwingine afanye, siwezi kufanya tena mwenyewe najikaza kumbuka, mi bado na mapenzi na wewe, na nakwambia mara nyingi, huyu pizo na mapenzi na wewe, ndomaana kulek agika na mapenzi na wewe kweliutoamna na mapenzi na wewe. Pizo nini, anakubali kufungiwa? Mtoto wa kiumo unafungiwaje? ndaninakubali anajifungia mwenyewe, anajilegeza ili afungiwe, ili akukatae wewe, eueka

mingine siouooya pkupitkama unaenda, tunatakiwa kuishi kwa amani, sio kama mambo yale ya South Africa, elewa. Ila tupange mchongo, tutengeneze fumanizi, sawa? Baada ya kutengeneza fumanizi tunampiga, alafu unamwaga yule, kwa sababu nina hasira naye taman nimpiga tama bao tuajua. Mzazi, unachekesha sana yangu. Mi najua kama ndangu wu una usongo na ule mzungu chizi. Na watukia sana najua, lakini yule achana naye. Cha muhimu hicho tu nichokwambia, wee, nisikilize. Na mzungu tunawibia, nyumba tunauza. kwani sikuna mungu mwingine ya kufanya mzazi? Eh, nyumba tunauza kwa sababu mi huwe mzungu sitaki kabisa, yaani tukisha mwibia sitaki kabisa, hata kuja pale anakuta nyumba imeuzwa. Umeona? Shanielewa? tunaenda tunanua tu nyumba nyingine <laughs> ya kawaida, then tunafanya mambo mengine maendeleo. Sawa, si yatakuwepo. Sawa? Umenielewa? ndiyo maana nakupenda kwa wangu Kulazimishwa si ungekunywa vitu laini, wako kunja uso kwa kitu gani? Yani leo sasa ndo nimeamini kweli, Mama Kubwa, wewe ndo unanitoa out kuja maeneo hapa. Umebadilika mama, umebadilika. Nataka nikuambie siri zangu nyingi ambazo ulikuwa hujui hata. Unaona kile kinyumba cha kule nani mimi tajiri, Mama Kubwa, mimi Pizzo tajiri. Kwanza ujue kwamba sikupaswa kuishi Tanzania kabisa kabisa. Unataka kuishi wapi? Karibu na Obama, umekaa pembeni pale Trump. Hapa maisha sasa, na mimi mi Pizzo Bongo nimekuwa kama mpumbavu fulani. Yaani, leo umenyoa kidogo umekuwa mtu japokuwa sura bado ina ngeo hata hatajingaa hmm? Na siku zote nikuambia, Mama Kubwa, mwanamke mzuri ni yule anayeona mme wake kachafuka, afa anamwambia we, kaoge ka, ka, Ghafla nimetoka nje, nimerudi simuoni, na katika uchunguzi wangu niloufanya nimeambiwa hajatoka nje wala wapi, kwa hiyo yuko humu ndani nini, lakini mm -hmm. usinishikeshike mimi, nimeolewa kwanza. mkuu wako, mkuu wangu, natafuta chumba kimoja baada ya kingine. Sheria zetu haziruhusu. <laughs> Toka. Wake au mtoka kufanya nini wakati tayari umeshafanya jambo